Hujambo na karibu tena, tuendelee kuhabarishana taarifa mbalimbali. Na habari kubwa ni mzozo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo: M23 yajitoa mazungumzo ya amani ya Angola kwa lengo la kumaliza vita vinavyoendelea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mazungumzo ambayo yalitakiwa kufanyika katika mji mkuu wa Angola, Luanda, siku ya leo, ambapo kundi la waasi la M23 linaloungwa mkono na Rwanda limetangaza kuwa halitashiriki tena katika mazungumzo ya amani yaliyopangwa kufanyika leo mjini Luanda Angola. Awali kundi hilo lilithibitisha kuwa litahudhuria kwenye mazungumzo hayo ya kwanza ya ana kwa ana pamoja na serikali ya Kongo, ambayo yenyewe inasema itahudhuria mkutano huo wa Luanda unaosimamiwa na Angola. Kujiondoa kwa M23 katika mazungumzo hayo kumekuja baada ya Umoja wa Ulaya kuweka vikwazo kwa kiongozi wake na makamanda wa jeshi la Rwanda. Siku ya jana Umoja wa Ulaya ulitoa taarifa ya kuwawekea vikwazo baadhi ya viongozi wa M23 pamoja na baadhi ya makampuni ya madini ambayo yamekuwa yakisafirisha madini kutoka Kongo kuelekea Rwanda kwa njia haramu. Hivyo hiyo imepelekea M23 kujiondoa katika mazungumzo hayo ambayo yalipangwa kufanyika siku ya leo Angola, baada ya muda mrefu rais wa Kongo Felix Tshisekedi kukataa kufanya mazungumzo na waasi wa M23. Katika taarifa yake kwenye mtandao wa X, msemaji wa kundi hilo Lawrence Kanyuka aliandika: Vikwazo vilivyofuatana vilivyowekwa kwa wanachama wetu vinaathiri kwa dhati mazungumzo ya moja kwa moja na kuzuia maendeleo yoyote, Kanyuka alisema, akiongeza kuwa kwa sababu hizo M23 haiwezi kushiriki tena katika majadiliano. Mapema siku ya Jumatatu, Kanyuka aliripoti kuwa wajumbe wa M23 walikuwa wameshakwenda katika mji mkuu wa Angola, Luanda. Wakati M23 wakisusia, ujumbe unaowakilisha DRC huko Luanda tayari kwa mazungumzo, msemaji wa Rais wa DRC Felix Tshisekedi aliambia shirika la habari la AP na kunukuliwa na Al Jazeera kwamba wenyewe watashiriki mazungumzo. M23 ni mojawapo ya makundi yapatayo mia moja yenye silaha ambayo yamekuwa kigombea eneo lenye utajiri wa madini mashariki mwa DRC karibu na mpaka na Rwanda. Mzozo huo umezua mojawapo ya majanga makubwa zaidi ya kibinadamu duniani na zaidi ya watu milioni saba wameakimbia makazi yao huku watu zaidi ya alfu saba wakiripotiwa kufariki tangu mwanzoni mwa mwaka huu. M23 inaungwa mkono na takriban wanajeshi elfu nne kutoka Rwanda kulingana na Umoja wa Mataifa, lakini Rwanda inasema kuwa vikosi vyake vinafanya kazi ya kujilinda dhidi ya jeshi la Kongo na wanamgambo wanaoishambulia Kigali. Ikulu ya Angola ilitangaza kwa mara ya kwanza mipango ya mazungumzo hayo tarehe kumi na moja ya mwezi wa tatu baada ya kufanyika kwa mazungumzo na rais wa DRC Felix Tshisekedi. Hii ni habari ambayo kwa namna moja ama nyingine inarugi, inarudisha nyuma mazungumzo ambayo yalitakiwa kufanyika huko Angola kwa lengo la kumaliza mzozo unaoendelea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kujiondoa kwa M23 katika mazungumzo hayo kumekuja baada ya Umoja wa Ulaya kuweka vikwazo kwa kiongozi wake na makamanda wa jeshi la Rwanda. Lakini kubwa zaidi ni kwamba ujumbe unaowakilisha DRC sasa ulikuwa tayari uko Rwanda kwa ajili ya mazungumzo ambayo yalitakiwa kufanyika siku ya leo huko Angola. Lakini Angola imekuwa ikijaribu kupatanisha usitishaji mapigano kwa miezi mingi, na mazungumzo ya amani yalifutwa mwishoni mwa mwaka jana baada ya Rwanda kusisitiza kuwepo kwa mazungumzo ya moja kwa moja kati ya DRC na M23, jambo ambalo serikali ya Kongo ilikuwa ikikataa, huku rais wa Kongo Felix Tshisekedi akisema kwamba hawezi kufanya mazungumzo na wahaini kwani viongozi wengi wa M23 tayari walikuwa wamehukumiwa hukumu ya kifo, ingali wengi walihukumiwa bila kuwepo kwao mahakamani na tumeshuhudia pia waziri wa sheria huko DRC Constant Mutamba akitangaza kiasi cha shilingi dola za Kimarekani milioni tano kwa mtu yeyote ambaye atafanikisha upatikanaji wa viongozi hao wa kundi la waasi wa M23. Lakini licha ya kukataa kwa muda mrefu kufanya mazungumzo, basi rais wa Kongo, ambaye kwa sasa ungwaji mkono wa kikanda kwake unaonekana kupungua, akakubali kufanya mazungumzo na waasi wa M23, na kufuatia vikwazo vya Umoja wa Ulaya kwa kamanda wa M23 pamoja na baadhi ya makamanda kutoka jeshi la Rwanda basi M23 wameamua kujiondoa katika mazungumzo. Hata hivyo, Luanda ilitangaza wiki iliyopita kuwa itakuwa mwenyeji wa mazungumzo ya moja kwa moja ya amani. Kiongozi wa M23 Bertrand Bisimwa alitangaza wiki iliyopita kwamba waasi walimlazimisha Tshisekedi kwenye meza ya mazungumzo, akisema amani huanza na mazungumzo, haraka amani inakuwa ukweli. Mzozo wa mashariki mwa DRC uliongezeka mapema mwaka huu wakati waasi wa M23 walipofanya mashambulizi ya radi na kuteka miji ya kimkakati ya Goma na Bukavu. M23 ni mojawapo ya makundi yapatayo mia moja yenye silaha ambayo yamekuwa yakigombea eneo lenye utajiri wa madini mashariki mwa DRC karibu na mpaka wa Rwanda, na mzozo huo umezua mojawapo ya majanga makubwa zaidi ya kibinadamu duniani. Rwanda inasema vikosi vyake vinafanya kazi kujilinda dhidi ya jeshi la Kongo na wanamgambo wanaoishambulia Kigari ambao wamekuwa wakiwa na lengo la kuipindua serikali ya Rais Paul Kagame. Mgogoro huu ambao umeikumba eneo la mashariki mwa DRC kwa miongo kadhaa umekita mizizi katika kusambaa kwa mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 nchini Rwanda pamoja na mapambano ya kudhibiti rasilimali zake kubwa za madini. Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa lilizindua tume mwezi wa pili kuchunguza ukatili ikiwa ni pamoja na madai ya ubakaji na mauaji sawa na kunyongwa kwa muhtasari kwa pande zote mbili. Mengi zaidi mtazidi kukuhabarisha, lakini kubwa ni M23 wameamua kususia mazungumzo ya moja kwa moja kwa lengo la kusitisha mapigano katika mzozo unaoendelea huko mashariki mwa Kongo. Na hadi hivi tunavyozungumza, tumeona eh, vikosi vya SADC vikiwa vimemaliza muda wake huko Kongo, na sasa vikiondoka katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakati Kongo imekuwa ikihitaji msaada mkubwa ya eh, kusaidiwa katika vita ambavyo vinaendelea huku waasi wakiwa wamekuja kwa kujipanga zaidi, tofauti na mwaka wa elfu mbili na kumi na mbili, na sasa wamekuja na zana za kisasa zaidi na nguvu kubwa zaidi, huku wazalendo ambao ni wanajeshi au wananchi wazawa kutoka DRC wakiwa ndio wana uungwaji wanamuunga mkono zaidi Rais wa Kongo Felix Tshisekedi, au wanasapoti jeshi la Kongo katika mapambano ambayo yanaendelea huko katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Una nafasi ya kushare na sisi maoni yako, lakini kubwa zaidi tusubirie kuona baada ya M23 kugoma ya kufanyika kwa mazungumzo ya moja kwa moja kwenye meza moja na serikali ya Kongo kufuatia vikwazo vya Umoja wa Ulaya kwa viongozi wake pamoja na makamanda wa jeshi la Rwanda, kitu gani ambacho kitajiri kwa baadaye. Endelea kukaa karibu nasi lakini kubwa zaidi, kama ni mara yako ya kwanza umetembelea eh, chaneli yetu subscribe na u turn on notification basi, tukiposti habari mpya utaarifiwa ya kwamba tumepandisha taarifa mpya. Endelea kukaa karibu nasi kila wakati, na mwoni yako ni muhimu sana katika kila habari ambazo tumekuwa tukikuhabarisha.